Naam, asalamu alaykum na habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Johanna Leonard Kabushi, ni mkuu wa chuo cha Zoe Institute. Niko hapa kuweza kuwapongeza na kuwatakia kila la heri wanafunzi wa hitimu wanaoelekea kufanya mahafali yao yatakayofanyika tarehe tano ya mwezi wa saba katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdulwakili uliopo kwa Juni. Niwapongeze sana kwa jitihada kubwa ambazo mmezionyesha na mnaendelea kuzionyesha kuanzia mwanzo wa mafunzo yenu lakini mpaka mnapoelekea kuhitimu. Lakini vilevile nipende kuwapongeza wanafunzi wengine ambao wanabaki na wanaendelea na mafunzo yao. Endeleeni kuwa watiifu, endeleeni kuwa na bidii katika masomo yenu, kwani na nyinyi njia yenu ya mafanikio ndio mnaiandaa, na haiko mbali, mtafika katika mafanikio yenu. Lakini kwa upande mwingine, nipende kutoa wito kwa wazazi kuendelea kuiamini taasisi ya Zoi, kwani Zoi inazo fursa nyingi za ujifunzaji ambazo wazazi wa walete watoto wao wapate kujifunza, watajifunza. Kozi zipo nyingi, tunazo kozi za udereva wa magari pamoja na udereva wa vyombo vya maringi mawili lakini vile vile tuna kozi za kompyuta, tuna kozi za utalii kwa maana ya tour guiding pamoja na front office operation. Lakini pia tunazo kozi za urembo kwa maana ya hususi uchoraji wa hina pamoja na upambaji wa maharusi. Vilevile tunazo kozi za lugha za kigeni kwa hiyo fursa ziko nyingi katika chuo chetu. Kwa hivyo kuelekea mahafali haya nipende kuwaalika wageni, wadau, taasisi pamoja na wadau mbalimbali wa taasisi binafsi kuweza kuungana nasi katika siku hiyo ya Julai tano ambapo tutakuwa tukiwapongeza wanafunzi ambao watakuwa wakitunukiwa vyeti mbalimbali vya ujuzi katika fani ambazo wamejifunza. Nawakaribisha sana ZOI. ZOI ni familia ya ujuzi, tunawakaribisha kwa ajili ya kuweza kujifunza na kupata juzi mbalimbali mbali.